Hello mambo vipi, naitwa Navigator Chinduli. Leo bwana, niko zangu pande za Mbweni, niko zangu pande za Mbweni huku, yap, huku ndiko ambako kwa washua ni Mbweni JKT huku, eh, mtaa wa Mama Samia unaitwa, kama unavyoweza kuona He, yeah. Huku ndiko so, washua ambako wanajificha unaweza ukaona majumba makali nini yanapatikana huku. So nipo huku leo kuweza ku explore in detail what is going on here. Yap, tuweze kuona hii hapa richest neighborhood ambayo inapatikana huku. Eh yeah, hii ndio Mbweni JKT. Utakubaliana nami kwamba Dar es Salaam is everywhere, yani Dar es Salaam ni kila sehemu, haijalishi uende Masaki, uende Buza, uende Bunju, uende kila sehemu ni Dar es Salaam. So leo nimekuleta Mbweni ambayo ni moja kati ya richest neighborhood inayokuwa kwa kasi na ni maarufu sana hapa jijini Dar es Salaam. Yeah, so leo niko huku kuweza ku explore in details tuweze kuona ehe wapi watu wanajificha. Yeah, so ungana nami mpaka mwisho, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Yapo yep, huu na hii yep. Hapa ni season 2 ya 4K yetu, ama yep, ni season 1 katika episode zile za 4K ya yeah, high definition video ambapo nataka nikuoneshe namna gani eh maeneo haya yanavyo yanavyo ya fanania ya yeah, kwa kwa mwonekano wa 4K kabisa, na huku ni Mbweni Mama Samia ya yeah, Mbweni JKT. So tuendelee, tuweze kuona kipi kinapatikana. Yeah, so unaweza ukaona ni namna gani hii ni richest neighborhood ambayo ina ina inakuja eh, ina, ina kwa kasi sana yap. Niandikie comment hapo unaionaje Mbweni na unazionaje si video zetu mpya za sasa hivi? eh mpaka hapa tulipofikia kuanzia tulipoanza katika muonekano huu wa GoPro unaonaje? Yep, na mimi nitapita na komenti zenu bila shida yoyote ile. Yeah. This is Mbweni for you. Yep, kaona. Ukitaka kununua kiwanja huku bwana na bidii ujipange. Yep. Sio chini, sio chini, nieleweke vizuri, sio chini ya milioni mia nane. Mara nyingi yap, nimepata kusikia kwa kwa nani yap, kwa ile dalali Amos, ya viwanja huku vinaenda kwa bei hizo, yani milioni mia nane na kuendelea yeah. yeah. milioni mia nane na kuendelea hata majumba majumba ya bilioni mo, mili, bilioni moja yapo hapa majumba yani eh, nyumba za bilioni moja utapata milioni mia nane na kuendelea huku. So kama wewe ndoto zako kuja kuishi katika maeneo kama haya, yapo full security kama unavyoweza kuona basi ujiandae. Yeah, hiyo ndio Mbweni JKT, Mbweni Mama Samia, ambapo sisi tunaita tuna, henu tuna, tuna, Masaki ya yeah. Kama unavyoweza kuona kumepangwa kwa mitaa mitaa, na watu wanakuja wanajenga ha, bila woga wowote ule. Usiseme hakuna hela, yaani unasema wewe ndo hauna hela, lakini hela zipo na watu wanajenga. Na hizi huku ni beach plot ya za Mbweni, so hii ni Mbweni Mama Samia ambapo Uo. Watu wenye surufu fedha wanajificha huku y yeah. So mm, unaweza ukaona jinsi gani kuna kunaonekana maeneo haya hapa ya Mbweni yeah. So, ikiwa ujenzi unaendelea kwa kasi ya yeah. So tutafute hela wakuu, tutafute hela. Viwanja bado vipo Dar es Salaam, tena vipo katika mitaa ambayo wewe unaweza ukafika ukaja kuishi na uka, uka enjoy life yeah, mitaa kama kama hii hapa ya Mbweni, kama unavyoweza kuona mwenyewe jinsi gani inafanana ni mitaa ambayo ni, ni high quality sana yeah. Na kuna amani sana kama unavyoweza kuona kwa sababu huku ni karibia na kambi ya jeshi ya, ni karibia na kambi ya jeshi so huku security ni asilimia mia moja. Yaani huku hakuna shida za za ulinzi ya, hamna mtu atakuibia huku eh. Kaona ploti hizo hapo hizo, wewe tu uje kufika na hela zako, waone wahusike, uje kununua ya, so nikomentie wewe unaonaje unauonaje, una mji huu mpya wa Mbweni eh, c Mama Samia huku eh, unaionaje yeah. Jhuku ni Mamasamia yeah. Unaionaje yeah. Niandikie kwenye barabara, kama unavyoweza kuona ni zalami yeah. na ni ya yeah. kwa wakazi wa Mtwala yani huku ni kama Shangani ya ni kama Shangani, yani beach plot zile ah, kwa hiyo unaweza ukaona beach plot kama hii hapa eh, so unaweza ka, ukajichanga na vile ukaja kuishi hapa. So hiyo ndo Mbweni wakuu, ambayo mimi nataka leo niwapitishe mweze kuona watu wanaishi vipi. ya yeah, look. Angalia huku tulikotoka, angalia mijengo hiyo. halo so poa Angalia mijengo, watu wanashusha maghorofa, so tuendelee kusubscribe, ku like, comment na kushare. mimi mtna vigera Chinduli, yeah, apna, hapa na niko hapa nahitaji leo kuwapitisha katika richest neighborhood ambayo hauwezi kuiona kwenye TV. Yeah, ambayo ni beach properties hapa hizi, poa. So poa tutafutia hela ya, so hii ni season ya 4K kama nilivyowaambia, kwa hivyo Unaweza uka ukanikomentia uka hapo chini, unaionaje season hii ya 4K, ambapo sasa hivi nitakuwa nakuletea video angavu kabisa ya, za video ang'avu kabisa za, za maeneo mbalimbali ya, ya jiji la Dar es Salaam kwa muonekano wa HD ya 1080 na kuendelea ha. Shout out sana kwa watu wote ambao wamefanikisha hili, tumeweza kupata GoPro na sisi sasa hivi, so wamefanya jambo zuri sana yeah, kutuwezesha kupata hii GoPro na sisi sasa hivi tuanze kutoa vitu quality. Kwa hiyo niandikieni hapo kwenye comment, mnazionaje video za sasa? Aha, leo ikiwa ni Jumamosi Yep, kuelekea Pasaka video hii ambapo naichukua uh -huh. Basi mnaweza mkaniambia mnaionaje. Kwa hiyo hizi zote ni proti ambazo, kama una fedha, inawezekana na wewe ukaona kuja kuishi ukaja kuishi huko siku moja. Uniona kama hii hapa, bado watu wanajenga uh -huh. Hii hapa ndo Mbweni upcoming yeah, kwa maono yangu mimi naiona Mbweni inakuja ku kufanya mapinduzi makubwa sana katika zile neighborhood zinazopatikana Msasani penusula ya tunavyozungumzia. Yeah, Msa, Msasani penusula ni ile ghuba huu hapa rasi ya Msasani tunasema eh, ambayo ina, ina Kawe ina Msasani yenyewe ina Ustabei ina Masaki ina Mbweni hii hapa eh, penusula hii hapa. Kwa hiyo inakuja Mbweni inakuja ku kuitake kuzi overtake hizi zote na umomote nimepita, unaweza uka ukaangalia katika video zangu za nyuma nini kina kinapatikana maeneo hayo ukilinganisha na maeneo haya leo. Mimi nimekuleta katika eneo ambalo linajengwa linajengwa lina e, hii huku inaitwa Samia City au mtaa wa Mama Samia, au huku Mbweni, na hii kama unavyoweza kuona ni beach plot ya ni, beach plot. Yeah, ni beach plot, yani amani sana maeneo haya Yep, hii ni beach plot kama unavyoweza kuona. Tupite kwa huku hivi tuweze kuona mengine yanayopatikana katika hizi beach plot. Eh. Uh, yeah. Hii ni beach plot. Imagine unakuja unanunua eneo hili, unanunua eneo hili alafu plot yako wewe inakuwa inaangalia huku beach huko. Kama nilivyokuambia huku bwana hakuna wizi kupo kimia, na kila mtu yuko nyumbani kwake. Yeah. Hamna mtu atakuibia huko. Unaweza ukaona. Ni majengo ya ghali sana yanapatikana maeneo haya ya. Sio sehemu ambayo utakuja ukaishi kwa mashaka ya. Angalia, nimetoka huku. Hiyo ndo mbweni wakuu, tazama barabara zake. O, nimetoka huku na hizi ni proti ambazo zipo hapa. Kama wewe utakuwa unajiweza, basi unaweza ukafika ukanunua na wewe ukawa miongoni mwa watu ambao wanaishi maeneo haya hapa. Yea, naweza ukafika ukanunua, naweza ukaona jinsi gani kunaonekana huku Mbweni JKT ama Mbweni Mama Samia. Yea, ni unyama sana ya, kuna majumba mengi sana mazuri na ya kifahari ambayo yanapatikana maeneo haya, lakini bado kuna viwanja unaweza ukaona, eh bado kuna viwanja. Kama wewe unajiweza, unaweza ukaja kudaka beach plot hapo, ya, unaweza ukaja kudaka beach plot hii hapo, kama hii hapo ukaja ukaishi, tazama mwenyewe kwa 4K hmm, hapa ujionee nini kinapatikana maeneo haya, hapo watu wanaishi. Tutafute pesa, ya tusije tukasema hakuna pesa, ya tusije tukasema hakuna pesa, pesa zipo, tukasema hakuna viwanja, viwanja vipo kama unavyoweza kuona. Unaweza ukaja ukadaka na we beach plot kama hii hapa yeah, ukaja kuisha yeah. Lakini eneo hili hapa hairuhusiwi pikipiki wala gari eneo yeah. Hili kama unavyoweza kuona kule ni beach plot yeah. beach plot unapigwa na upepo wa beach yeah. So maisha ndo haya haya yeah. Tukipata pesa, kama Mungu atatujalia riziki ya namna hiyo, tutakuja kuishi huku Mbweni. Kama unavyoweza kuona, hii ndiyo Dar es Salaam eh, na hii ndiyo Mbweni yeah. Tukipata pesa tunaweza tukaja tuka tukaishi hizi bichi proti, lakini kama hatutajaliwa kupata hicho, basi angalau tuweze kutembelea natuweze kuona na tuweze kuona yepi ambayo yanapatikana maeneo haya yeah. Kwa hizi hapa ni, ni ploti ambazo bado zina zinauzwa, pengine unaweza ukafika ukaja kuulizia, lakini unaweza ukaona construction zinaendelea, kuna mijengo ya, ya, ya hadhi ya Paris Ufaransa ya yeah, kuna mijengo ya hadhi ya Paris Ufaransa kama unavyoweza kuona kama ule pale yeah, so maeneo haya hapa ni unyama sana. Niandikiwe kwenye comment unaionaje Mbweni Mama Samia eh, unaionaje Mbweni mwaka huu hapa au 2025? Eh, hii ni bichi plot kabisa eh, kama nilivyokuambia ni katika rasi ya Msasani y yep. Eza yep. Ukaona huku ndo nilikotoka hii ni bichi plot Mbweni a yeah. Haya ndio majengo ambayo yanaendelea kujengwa, so tuendelee nikuoneshe zaidi yape mengine ambayo yanapatikana hapa Mbweni ya. Ya ni beach kabisa, ukikaa huku Zanzibar una unaiona kwa mbali ya, boti zinazoenda Zanzibar wewe unakuwa unaziona bila wasiwasi wowote lakini, ndio ujiandae kuanzia milioni mia nane kwenda juu ya, ndio unapata kuishi maeneo haya. Sio maeneo ambayo tunaishi eh, kwa fedha ndogo. Ni maeneo ambayo unahitajika kuona msuli wa kiuchumi ya yeah. lakini everything is possible yeah, hiyo ndio Mbweni wako. Unaweza ukaona hapo street light eh, yeah. Yaani ni hatari sana. One day, yes Mungu atajalia na sisi tutakuja kuishi katika maeneo kama haya. Comment hapo chini, amen kama unaamini hivyo. Yeah, ili viwanja hivi hapa kabla havijauzwa, basi sisi tuwe tumepata hizo mamilioni ya fedha hayo kuja ku, kuishi hapa. Yeah, kabla havijauzwa, tuwe na sisi ni miongoni mwa wachache ama wengi watakao kuja kuishi katika maeneo haya hapa ya Mbweni. Eh yeah. Tuwe jirani na loyal families kama mheshimiwa raisi ya. Kama atakuja kuishi huku, labda na wengineo wengi, ya. Basi tuwe nao karibu, ya. Lakini... yapo, lakini kuna viwanja vingine umewekewa tahadhari kwamba kiwanja hiki hakiuzwi, kwa hivyo unatakiwa tu kuwa kuwa na tahadhari. Uh, hizi bichi ploti zinapiganiwa na watu wengi, so kabla bado hujaamua kununua, uliza kwanza kwa wamiliki kama wanauza eneo hilo ya, yeah, so hii ni Mbweni, nimekuja eh, kukuonesha huku ambako U... e... wenye fedha na wenye msuli wa kiuchumi wanaishi e, lakini pia bado hakujajaa, kwa hiyo wewe kama ni kijana ambayo una ndoto za kuishi katika maeneo ya beach plot, basi karibu Mbweni. Hawa ndo watakuwa jirani zako eh, watakuwa jirani zako na viwanja vipo, e, msingi ni wewe tu kutafuta fedha na kuja ku, kununua huku mwisho wa siku, na wewe uwe, uwe miongoni mwa watu ambao wanaishi huku. Barabara kama unavyoweza kuona barabara inapitika ni lami tu yeah. Ni lami Uhum. Hakuna mushikele wowote yani, hapo wewe tu na mafuta yako yeah, na gari yako na mafuta yako, barabara inapitika vipindi vyote yeah. So niandikie kwenye komenti, tuboreshe nini zaidi sasa hivi katika video zetu hizi, ama ungependa tunikupeleke wapi sasa hivi katika mwonekano huu wa HD au nirudie Vlogu gani ambayo ungependa kuiona katika HD kama hizi basi mimi nitasoma comment zako na mwisho wa siku tutaangalia uwezekano utakuwaje and then tuta, tutafanya tutafanya na namna kitu kitashindikana utajionea mwenyewe mambo mazuri ambayo yanapatikana katika jiji la Dar es Salaam Tanzania kwa ujumla yeah. tutaanza kwenda mikoani as soon as possible kikubwa yeah, endelea kusubscribe, like, comment na kushare ili tuweze kuwa wengi zaidi na mwisho wa siku tuweze kufikia eh, malengo ya yeah. Na tuweze ku... kutembea maeneo mengi zaidi na hii ndiyo Mbweni ya yeah. Mbweni JKT e, bichi protizi hapo kama unavyoweza kuziona ni kwa kishua sana. kwa hiyo unaweza ukaniandikia Ya. Unaionaje hii hizi za beach eh? Yeah. Au unadhani kweli Mbweni ni mshindani wa halisi wa Masaki yeah. Unaonaje, Mbweni ni mshindani halisi wa Masaki au bado tuna tuna safari ndefu sana kuweza kuifikia Masaki na kuipiku Niandikie kwenye komenti, nami nitasoma komenti zako eh, kama Mbweni ameweza kufikia ukongwe na ujagina wa Masaki au bado tumpe muda ya yeah. Mimi sina jibu, wee ndo mwenye jibu, na hii ndio Mbweni mpya ambayo inakuja kwa kasi sana kama unavyoweza kuiona, hmm? Tazama mwenyewe hiyo ndio Mbweni mpya ambayo inakuja kwa kasi sana yeah. so wewe tu angalia. Hiyo ndio Mbweni mpya ambayo inakuja kwa kasi sana ya yeah. Taniandikia hapo chini kama unaamini tumeweza kuifikia Masaki au kama bado basi wewe unaweza uka, ukaandika na uka tukaweza ku compare kufanya comparison ya kati ya Mbweni na Masaki eh, wapi unadhani sasa hivi kunatakiwa kuwa richest neighborhood au ipi inatakiwa kuwa richest neighborhood namba number moja Dar es Salaam, kati ya Mbweni au Masaki? Niandikie hapo Andikie hapo nami nitapita na komenti zao unazokaona. Hii ploti inaandaliwa eh, watu wanataka kujenga. Ukija huku bwana, majirani zako wanakuwa ni zile loyal family. Kwa hiyo jitahidi, pambana, tafuta hela uje uishi huku kama ambavyo wenzako wanaishi huku. Ukishindwa sio mbaya, u, uje hata ku ku kuja kama hivi kuja kutembelea yeah. kupata idea ukapata idea na mambo mwengine kama haya. kwa hii ndio Mbweni wakuu na hivi ndivyo inavyoonekana yeah. katika mwonekano huu wa ng'avu wa 4K ya yeah. Drop comment yako hapo tuweze kuona kusikia mawazo yako. Wewe unaonaje, unaonaje Mbweni eh? Nini zaidi kiboresho Mbweni eh, eh, yeah. kama nilivyokuambia plot zipo za kutosha, ni wewe tu kuja kuishi katika maeneo haya hapa ya Samia, Mama Samia Street au Mama Samia city tuite eh, street ambayo imepangiliwa na nyumba zake zote zimejengwa katika muundo mmoja wa kufanana ya yani ni safi kabisa. Ya kwa hiyo hapo ni wewe tu unaweza ukaona, huku nyumba zote ni za ghorofa moja, zote ni ghorofa moja. Kwa hiyo hii ni planning ya labda ni planning ya, ya, ndio iko hivi ya maeneo hayo, kwa hiyo unaweza ukaona nyumba zote ni ghorofa moja yeah. Yote ni kuhakikisha kwamba wanaweka mpangilio mzuri wa mtaa wao, wa maeneo yao, na ndio maana unaweza kuona nyumba zote zinazoibuka huku ni ghorofa moja kama hivyo yeah. kwa upande huku kwa mama Samia, Samia siri tuiite Samia siri Yap, Mbweni io itokaona ndiko tulikotoka. Yeah. watu wanaishi eh, na hii ndo richest neighborhood nyingine Tanzania Mbweni, yeah. So leo ndo nilikuwa hapa Mbweni kukuonesha namna gani panafanania na yeye pia anaendelea katika upande huu kuwa Samia Siri tunaweza tukaiita, e, Mbweni kwa Mama Samia e, yapi anaendelea ya ndio haya, nadhani umejionea. e, kwa hivyo, kwa, kwa maoni ushauri dukuduku mawazo e, usisite kuniandikia hapo chini, lakini naomba tu kama uja subscribe basi bonyeza pale kwa subscribe ili tuzidi kuwa wengi zaidi katika kipande hichi hapa hiki cha YouTube tuwe wengi. Ehe, lakini pia usisahau kulike eh, kucomment eh, na kushare kwa wengine ya, unapofanya hivyo maanake unanipa nguvu ya kufanya zaidi na zaidi. Eha, na mwisho wa siku tutakuwa tumefikia lengo, so naitwa Navigator Chinduli, hadi wakati mwingine bye bye. This is eh Mbweni kwa Mama Samia for you Eha.